Habari kwa majina, naitwa Eva Samara kutoka Inuka Angaza Organization. Leo tunazindua rasmi kampeni maalum kwa ajili ya kuwawezesha watoto wenye ulemavu. Kampeni hii inaitwa Wheelchair Campaign 2025. Wheelchair moja atua moja. Katika jamii yetu kuna watoto wengi wenye ulemavu ambao wanashindwa kwenda shule cheza na hutegemea kubebwa kila siku, kwa sababu hawana wheelchair. Hii imewazuia kufikia ndoto zao, lakini sisi tunaamini kuwa kila mtoto anastahili kupiga hatua, kujifunza na kupata heshima kama watoto wengi. Kwa pamoja tunalenga kuwapatia watoto wenye ulemavu wheelchair 50 zitakazowasaidia kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Ninakuomba ujiunge nasi katika kampeni hii. Mchango wako una uwezo wa kubadilisha maisha ya mtoto mmoja.